Jina naitwa Bernard Ahueso, mwenyekiti wa kitongoji cha Mala, kijiji cha Lambo, kata ya Masakta. Ee, kama ilivyo ada, tukio hili la, la mashambulizi ya huyu bwana ilitokea usiku. Kwangu mimi ni kuambiwa kwamba alivyokuwa anaenda nyumbani alitangwa karibu na nyumbani kwake. Basi alivyotangwa karibu na nyumbani kwake alirushiwa mshale. Alivyorushiwa mshale, akakimbia jirani, ndio tulikuta maelezo kwamba alianguka karibu na nyumba ya kwa maji Mahindi, na nikaambiwa kwamba amepelekwa hospitali na alivyofika, alifika kwa dokta akafia hapo. ana ugomvi na mtu yeyote, ninavyofahamu. mkakati ambaye tunategemea kuyafanya, tunataka tufanye tuendelee na, na utafiti ikibidi Shukuru Mungu kama tutafanikiwa kumpata mtu au hata kumsikia, ili serikali ichukue mkondo wake kwa atakayehusika. Kwa majina, naitwa Mathias Dagaro, ni mwenyekiti wa kijiji cha Lambo. Sisi tunakabizi serikali kwa kweli, kwa sasa hivi bado hatijatokea kwa sababu hata tukio la kuhisiwa sisi hatuwezi kutamka. Polisi so, wafike hapa so, serikali mpaka polisi wafike hapa <coughs> mimi huyu kwangu ni kakaangu. Mama maelezo anayesema, anasema mimi nimeshtuka tu nasikia mtu ampiga yeye mara mbili. Nilipokaa kitandani nikasikia amekuja huku, akaruka boma akakimbia mpaka kule kwa kakaake, akasema. Maelezo mengine mimi sintaweza kujua, kwa sababu ndo nachojua hiyo. Ni mtu amekimbia tu, anasema Serikali naomba wanisaidie, kwa sababu mimi ndo mimi ndo nilikuwa namtegemea yeye. Asubuhi ya leo wakati mimi natoka, nilikuwa na safari zangu za kwenda Katesh nikakutana na katibu wangu wa tawi ambaye ni ndugu yake na marehemu na ni wa ukoo wake, nasema bana, usiku marehemu kauawa. Ehe, marehemu ameuawa kwa kitu ambacho kina ncha kali. Wanasema ni ni nini ni, ni, walikuwa wanazungumzia kimebaki kwenye shingo, kwa hiyo ni kitu chenye ncha kali kimsingi. Ndo wazee tuka wamehoji kutoka usiku, wanatafuta mtu aliyefanya tukio hilo, wakiendelea kuomba na hata sahizi bado wanaendelea kuhoji Kiujumla, marehemu kwa kawaida kwa siku zote ni balozi wetu. Kuna maneno tu ya kawaida ya kugombana mtu na mtu, ni vitu vya kawaida, lakini tumefanya suluhu nyingi ambazo za kawaida na ile, na zimeisha, mambo mengi yamemaliza na toka amekuwa balozi. Um, hakuna migogoro ambayo tumeendelea kuona kwapi